Alipotaka kukimbia akakutana nani, na malaika wako kiwa amebeba kitakatifu cha Mungu, kitakatifu cha Mungu hmm. Haleluya ah, amekibeba nani, kitakatifu cha Mungu, maana ndani yake kuna roho wa Mungu, roho wa Mungu ambaye kitoka atakuwa nani, atakuwa nani

aonyeshwa ishara hii, yaani Mungu anawaambia atawapeteni ishara. Sasa unataka ishara gani nyingine? kumi na nane, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara kwa hiyo Mungu mwenyewe Bwana atakuwaje, atawapa ishara. Lazima Mungu awape ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, ambaye ni nani? Bikira Mariamu. Tafsiri yake ni hivi, atazaa mtoto mwanamume. Atazaa kule kwenye Isaya 9 sa sali wa ngapi wa sita. Tumeona tumeona pale, tumepata mtoto mwanaume hapa. Nitwambie hivi, atazaa mtoto mwanaume, inazidi kudhibitishwa sasa wewe unakataa, una matatizo tena. Maana unabii mwingi tena, nikitaka nikutolee unabii uliokuwa ndani ya ndani ya ndani ya maandiko ya kutoka nani, kwenye kitabu cha cha Torati na kuonyesha yote, tafute kwa muda wako, tutakuonyesha yote mpaka utakuja kushangaa. Hii Torati ililetwa kwa niaba ya kivuli cha Kristo, kama ujui, ni kivuli cha Kristo. Ndio maana imekuja kumalizika pale kwenye kwenye Yeremia 31 31 baada walipopewa agano wa kudumu kwenye agano, ndipo Mungu akasema, nitafanya agano jipya, nitafanya agano jipya na nyumba ya nani ya Yuda, ambaye ni nani? Aliyetoka nyumba ya Yuda si Yesu? Kwenye ukoo wa Yuda kuna mwingine zaidi mwingine? Hapo ndio tunatuambia eti mwingine, sio ndogo pastari uko uko, sio wapi? Ni nani huyo Jesus? Mungu, Mungu, Mungu awasaidie. Naye, naye utamwita jina lake Imanueli. Ukiangalia Imanueli maanake Mungu pamoja, Mungu pamoja. Ndiyo maana Imanueli, Mungu pamoja nasi. Yani huyu Mungu alishuka duniani kuishi, kujua taratibu zote za dunia, kujua shida zote. Mwanangu unapitia nini wewe? Kwa nini unaasi za nipo Anakuja tena Yesu anahibitisha avi, najua mnapita kwenye matatizo, najua duniani kuna dhiki oh, lakini nyinyi mwemaje, muishinde. Yeye mwenyewe amekuja ameisha, amejua duniani kuna dhiki tena kuu, lakini nakwambia nini, muishinde. Anajua kabisa duniani kuna majaribu naabvi, muishinde. Alikuja kusibitisha maisha ya wapi ya duniani aiomaliza ninaenda kwa Baba. Ninaenda wapi? Kwa Baba. Haleluya sana. Sasa ukikuta mtumishi mwengine anasoma andiko moja tu eh, hey, Haleluya. Pati upati, maana lazima kwanza kutoka kwa Torati. Unaingia kwenye injili. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa? Kuna mtu mmoja leo anabarikiwa sasaachaha. Kwa tunaona jina la Yesu ni jina kuu, tukilitaja jina la Yesu kuna vitu vinabaje, vinafunguka. Tukitaja jina la Yesu leo kuna mambo yanafanyaje? Soma Rumi nane mstari wa kwanza.